Hadi sasa kuna mambo yamejitokeza na ninataka tuyafuatilie. Tumezindua tukiwa katika uenyekiti wetu, tumezindua e, awamu ya utekelezaji wa mfuko wa loss and damage. Awamu hii tumeizindua siku tatu iliyopita na nchi sasa zitaanza kupata fedha, sio nyingi, hadi dola milioni 20 kwa mradi mmoja na ninatamani kwa sababu hili jambo limezinduliwa chini ya wenyekiti wetu, tuwe nchi ya kwanza kupata hizi fedha. Nawaomba sana, hii inachohitaji, Mheshimiwa Katibu Mkuu ofisi ya makamu wa rais, ni nyinyi kutusaidia ku designate mtu mmoja tu, anaitwa focal point wa loss and damage fund. Akisha kuwepo na kusema kweli, kwa kazi ambayo tumeifanya mwaka huu na mkuu wa hii fund, kipaumbele tumepewa Tanzania, na ningeomba sana hii iwe ni fursa ya kutoka hapa tuwe na mradi mmoja au miwili, na miradi inapitia kwenye taasisi zilizokuwa credited. Tuna CRDB. Na niseme, kwa mara ya kwanza, hizi fedha ni grant, sio mkopo. Zimetengwa dola milioni 250 ambazo nchi zinaweza ikatumia kwa mwaka ujao lakini bado tunashinikiza nchi ziweke fedha nyingi hadi zifika angalau bilioni moja ya kwanza kutumika. Tunayo mifuko ambayo inafanya kazi tayari. Nimeomba watu wetu wa nemkisi waoni hapa wafuatilie kwa karibu e, mfuko wetu wa adaptation ambao tayari walikuwa na changamoto ya reaccreditation. Nimeongea na wahusika wako tayari kufungua njia ili tuende na hilo, lakini kubwa zaidi e, Niliwafahamisha kabla kwamba mwaka huu Tanzania imeteuliwa kuwa kituo cha e, tunaita Santiago Network, kituo cha Afrika kwa ajili ya miradi na usaidizi katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, inaitwa Santiago Network kwenye masuala ya loss and damage. Jana tulikuwa na kikao na mkuu wa taasisi hii ambayo iko Geneva. Bahati nzuri, wamekamilisha masuala yote ya ajira na Tanzania ndiyo kituo na sisi, kama serikali tumesha wapa ofisi katika lile jengo la UN na wameshukuru sana, lakini wako tayari sasa kufanya uzinduzi.